Hii shida baadhi ya iPhone users wamekutana nayo, unakuta simu imestaki kabisa, yani haifanyi kazi, imepause. Sasa baadhi ya watu yani, watu wengi wakikutana na tatizo kama hili, huwa wanasubiri simu mpaka iishe chaji, then iwake ndio endelee kufanya matumizi. Lakini sasa nataka nikwambie, ukishaangalia hii video mpaka mwisho, basi hilo tatizo utakuwa umelisolve kirahisi sana. Kifanya, start, yani unachotakiwa ukifanya utafanya force restart, yani utaizima na kuiwasha simu yako kwa lazima, kwa sababu ukibonyeza hii button moja kwa moja na ukatry to tap bado inakuwa imestaki. Kwa hiyo ime, unachokifanya utabonyeza mzaa, utabonyeza button ya kuongeza sauti utabonyeza button ya kupunguza sauti, then utabonyeza button ya kuzimia simu mpaka mwisho, yani usiiguse moja kwa moja, utaisubiri utaisubiri mpaka mwisho, mpaka ikuletee alama ya Apple hapo. Kama unavyoona, mzawa, imekuletea alama ya Apple, maana yake hapo simu imejizima, then itajiwasha yenyewe. Unaweza ukaona ni tatizo dogo sana kwako, lakini kuna mzawa limemsaidia. So guys, for tech news like this, hakikisha tu umefollow page yetu ili uendelee kupata maneno kuntu, vitu, kuntu, kutoka kwetu. Thank you na nimemaliza.